Uh, hapa ni hatua kwa hatua namna ya kufanya maombi ya uhakiki wa cheti cha kuzaliwa, na kama tulivyoanzia katika video ya kwanza tulionyesha ni website gani inaweza ikafanya hii kazi, na hiyo website si nyingine, ni RITA portal. Hii RITA ndio watu ambao wanahusika na mambo ya vyeti vya kuzaliwa, vyeti vya vifo, hawa Warita. Sasa tunaingia katika mchakato wa kuverify cheti au kuhakiki cheti. Kwanza kabisa lazima uwe na akaunti, ambavyo tushajifunza kwenye video iliyopita namna ya kuandaa akaunti, na ukisha kuwa na akaunti basi uta login na ukilogin au kusign in itafunguka kwenye dashboard uh, kama unavyoona dashboard yangu iko hivi hapa, nishafanya vyeti vingi. Kwa hiyo tutaenda sehemu iliyoandikwa birth services. Birth services itatuletea pending, kuna submitted application, alafu kuna upande wa kulia start a new application. Tutabonyeza start a new application kwenye start new application kuna new birth certificate, kuna old to new certificate na certificate verification. Sasa sisi tutaenda sehemu hii ya tatu ambayo ni certificate verification. Tukienda hapa sasa, inatuletea sehemu tatu. Ya kwanza ni verification info ambayo imeandika verification information, and the applicant, applicant information na ya pili ni declaration confirm your filed in detail and accept terms And condition, na ya tatu ni control number, get your application, control number and complete payments. Hapa kuverify pia tutapewa control number, na control number huwa inakuja mwisho kabisa, na inapokuja mwisho, basi ukilipia ndipo utaweza kupata majibu yako. Uzuri ni kwamba mfumo huu wameurahisisha sana, sasa hivi ukilipia tu unapewa taarifa zako. Hatua ya kwanza ya kufanya sasa ni kuandika entry number iliyoko kwenye cheti chako cha kuzaliwa, iko mwanzo kabisa, imeandikwa entry number. Utajaza taarifa zako za tarehe ya kuzaliwa, alafu majina, jina la kwanza la mama, jina la kati la mama na jina la tatu la mama au jina la mwisho, lakini utaenda kwenye verification reason. Hapa lazima uandike ni kwa ajili ya mkopo loan board au ni NHIF, NHIF au lendi au lego migration employment NIDA au other. Na sasa hivi wale ambao wanaomba NIDA lazima wawe na cheti cha kuzaliwa. Kwa hiyo kama ni NIDA utaweka, kwa hiyo kama ni maombi ya mkopo utaweka loan board. Ukimaliza kimaliza, kimaliza kuweka loan board, kuna sehemu inayofuata Applicant information. Uh, applicant information. <coughs> Applicant information ina jina la kwanza, ina jina la kwanza, utaandika wewe ambaye unaomba kufanya uhakiki na majina unayojaza ni yale yaliyo kwenye cheti chako cha kuzaliwa unachohakiki. Jina la kati, jina la mwisho, kisha utajaza namba ya simu. Utajaza namba ya simu ambayo unatumia, utajaza physical address, sehemu unayokaa. Lakini hatua ya mwisho utajaza informant relationship to applicant, kwamba anayeomba kuverify cheti ni wewe mwenyewe, pale imeandika self, au ni mama mother, father au other na kuna brother, sister son, daughter, and spouse. kwa utachagua kama ni wewe mwenyewe utaenda kwenye self na ukiweka self utabonyeza continue kisha itakupeleka kwenye declaration utakagua taarifa zako sehemu hii itaonyesha taarifa zako ulizojaza Sehemu hii itaonyesha taarifa zako ulizojaza kama ziko sahihi, na kama haziko sahihi, unaweza kurudi nyuma na ukarekebisha. Kisha baada ya kuhakiki, utawasha tick kukubali kwamba umesoma na umeelewa, kwa sababu kuna kuna condition, vigezo na masharti. Lakini baada ya hapo ya kuwa umeweka tick, utasonga mbele kontinua na hapa itakuletea ita load control number. Uh, no control number hii hapa imekuja, amount ni elfu sita. Kwa hiyo hapa utalipa kwa njia either kibenki, ya mawakala kibenki au mawakala mitandao ya simu, na ukilipa sasa utakuja tena hapa utabonyeza confirm kama umelipa tayari itakuletea kwenye pending sata, zitaandika paid. Na ukishalipa sasa, moja kwa moja itakuleta kwenye cheti ulichoomba na utaona kuna maandishi pale chini imeandikwa remark verified, action ni download nid. Ukidownload utaipata hiyo form. Asante sana kwa kutufuatilia Jack Media TV. Endelea kuwa nasi, subscribe, like, share na comment. Walike wengine pia waendelee kujifunza.